wazungushwajiritisha baada ya hapo ukishajiridhisha kwamba imetoshea kwenye nani, imetoshea kwenye seruti ya pili, naanza kuitingisha kwa angalau mara ishirini na tano za chini kabisa ndo ishirini na tano. Kama una buda kutingisha nyingi zaidi ni wewe, lakini chini isipungua ishirini na tano, ndo kiwango cha chini ambacho nania nakufundisha, nasema angalau mara 25. Baada ya hapa nani kwa namna ambayo kwa yake tena alafu baada ya hapo. Kwa hiyo hii na baada ya, yeah, ya kumaliza jaribio hili hapa, hili ni jaribio lile la haraka, ndio ndilo la masaa nane. Sawa eh? Ukisha um, umejiridhisha yake hapa, nataka kwenda kupata uhakika zaidi, ndio nakuja kwa ajili ya jaribio la box. Sasa hizi chupa yetu tunaiweka mahali, tunasubiri saa nzima, tunatikisa tena, sawa? mm. mm. Kipimo hiki inaitwaje? Sawa. mm. mm. kipimo cha mnyauko. mm. mm. Ukishakuwa na boksi lako, unatakiwa na oili chafu au oili unapaka ndani Sawa, kaleteni weli moja, lete weli. Atakiwa tu na udongo wetu na ndoo au kalai la kuchanganyia udongo wetu, kasababu lete ndo lio tupu ambayo haina maji na udongoujatajaa <coughs> kama <coughs> debe viazi

Ndio. Eh, kuna swali? Unaona jaribio rahisi tu matokeo. Sasa baada saba, <progressing> cali, ya Udiwe, wako, baada siku saba ukikuta hii boksi letu liko kama ulivyoweka hivi halija katika popote. Ndio. Ujue udongo wako haufai baada ya siku saba kutafuta udongo kama hivi ulivyoweka hujakatika katika, katika, manake udongo wako una mchanga, ni mchanga mtupu. Ndio, ukikuta umekatika zaidi ya milimita hamsini, ujue finyazi ni mkali, na ukikuta umekatika chini ya milimita kumi kumi na mbili, chini ya milimita kumi na mbili finyazi wako ni mdogo. Kwa hiyo kati ya milimita kumi na mbili mpaka hamsini ule mnyoko wake, ukipima ukipata vipimo hivyo, ndio udogo huo unafaa. Sawa? mtapewa viperushi kati ya milimita kumi na mbili uta lesho ngapi kwa ngapi mpaka hamsini mtapewa, mtajua hiyo <muchanilis>